Sasa Mtume sala salam alipokuwa ameswali pale na Jibrili hmm. wakatoka kama hapa na kwenda hapo chini kwenye msikiti wa Istikhama. Ndio, pale walisimama kwenye jiwe mm -hmm. lile jiwe walilosimama juu ilikuwa kama vile jiwe hmm. sawa hmm. na halikuwa na pango hmm. wakati Rasulullah na Jibrili wanaruka hmm. lile jiwe liling'oka na lenyewe. Allahu Akbar Allahu a'lam, sijui liling'oka vipi mm -hmm. Wanasema wanachuoni farakazahu Jibrilu bi'aqibihi wa fi riwaya biqadamihi. Jibril akalipiga kwa unyayo wake, akaambia innaka lam tud'a au innaki lam tud'a, wewe hujaalikwa. Tunapata fundisho gani hapa? Kumbe lile jiwe nalikuwa linaruka na liling'oka li, li yeah. kutoka kutoka ardhini likang'oka lika linamfuata lika li yeah. Mtume na Lime Jibril limeruka size kutoka kama hapa kwenye zulia Dio. studio mpaka yeah. kufika kama hapa hapo juu ya dari yeah. Jibril akalipiga kwa mguu akaambia hujaitwa. mm. Fundisho lake ni kwamba usiende kwenye ukumbi kama hujapewa kadi. Sawa. <laughs> Sasa Usi... <laughs> nitembee <shi. Nale> ndugu yangu. Sasa <laughs> <laughs> nitembee ananijua mimi. Ni mimi na msiwe yeah. mimi singie. Mimi singie. Mm. Hujaalikwa, lete kadi kwa hiyo sasa lilipopigwa na mguu mm -hmm. halikorudi chini, mm -hmm. hajafika hali chini moja kwa moja na yani, lilikataa kurudi. Mm. -hmm. Lilikuwa limeshang'oka toka chini Ndiyo. mpaka pale, mm -hmm. Hapa chini pako free hivi kama unavyoona studio na zimewekwa na ngazi sehemu mbili, kuna ngazi za kushuka, mm -hmm. na ngazi ya kupanda huku nyuma imefungwa kamba, huku nyuma wanaswali ya kina mama mm -hmm. mbele wanaswali ya kina baba, na kuna mihirabu ndiyo pale Nazungumza kitu ambacho nimefika nimeona. mm. sawa yes. Yani, nimekaa pale Aqsa mimi kama Hashim Ahmad Rusaganya mm. yani nimekaa pale nimeona.